TTCL inakuletea huduma za mtandao uh kuanzia maeneo ya Mbezi mpaka Ubungo, TTCL imeleta mradi mkubwa wa kimkakati wenye lengo la kuwafikishia mtandao wa Tanzania wote waliopembezoni mwa barabara ya Morogoro kulia na kushoto, kuanzia Mbezi mpaka Ubungo. Lengo ni kuhakikisha kila nyumba yenye umeme inapata mtandao kwa dhumuni la kukidhi Uh, uchumi wa kidijitali kwa Watanzania. Tunaunga mkono jitihada za serikali za kufanya uchumi wa kidijitali. Lengo ni kuwafanya kila Mtanzania awe na mtandao. Na tuko katika hatua nzuri, tumekava maeneo yote ya pande mbili za barabara ya Morogoro. Tulianzia mradi kibanda cha mkaa, tukafika stop over, tukafika Kimara mwisho. Tukafika Bucha Korogwe, tukafika Msewe, tukafika Kibo na hata Ubungo kwa sasa. Maeneo hayo yote niliyoyataja, wananchi wanaohitaji mtandao, tunaomba tuwasiliane kwa namba 0733660 asanteni sana na karibuni sana Kimara imeitika.